Jukwaa hilo jipya la upinzani limezinduliwa baada ya kongamano la siku mbili lililosimamiwa na rais mstaafu wa DRC Joseph Kabila, ambapo linajumuisha pointi kumi na mbili za kuokoa taifa hilo, pointi zilizopendekezwa na Joseph Kabila mwezi Mei mwaka jana. Seth Kikuni ni rais wa chama cha pist aliyewahi kugombea urais. Vyama vya kisiasa na kijamii vilivyokongamana kwa pamoja kujadili juu ya mustakabali wa Kongo vinathibitisha kwamba utatuzi wa mgogoro wa kisiasa uliopo unahitaji kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa ambayo mahitimisho yake yatakubaliwa na watu wote. Vinaunga mkono mkataba wa kijamii ulioanzishwa na makanisa ya Kikatoliki na Kiprotestanti SSS Senko vimelaani kuzuiliwa kiholela kwa viongozi wa kisiasa na kijamii wanachama wa vikosi vya usalama na ulinzi pamoja na hukumu zote zisizo za haki dhidi ya viongozi wa upinzani na wale wanaokosoa utawala wa Kinshasa Serikali ya Kinshasa imechukuliaje mkutano huu wa Nairobi Jacques Meshabani ni naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya ndani katika mahojiano na kituo cha habari cha Top Congo FM amekuwa na kauli hii kuhusu mkutano huo tunaofuatilia kwa ukaribu sana, kwani sisi ni nchi, sisi ni jamhuri, tena sisi ni serikali, nasi tunalo jukumu la kulinda sio tu jamhuri, lakini pia watu wetu na maeneo yetu dhidi ya kila aina ya hatari. Pia nadhani kile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahofia ni yale yanayopangwa kwenye mkutano huo. Mkutano huu unatajwa kama sehemu ya jitihada za rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila kuunganisha wapinzani wakuu ili kuunda muungano wa kisiasa unaoweza kurejesha heshima na mustakabali mzuri wa kisiasa katika siasa za ndani na za kimataifa za DRC.